Ninawasalimu wapenzi watazamaji waiche kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu tena wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha taarifa ambazo zinazidi kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Je, unanitazama kutoka wapi? Ninaomba tuweze kusahihisha register. Kama unanitazama kutoka Tanzania niambie. Na kabla hatujasonga mbele, wapenzi watazamaji, wacha tuniweze kuwaomba ombi moja Tafadhali sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi, kwa sababu niko hapa kwa minajili ya kuweza kuhakikisha kwamba ninakupasha na ninapasha wengine. Ninawaomba tujenge ukumbi huu. Kuna vita ambavyo vinaendelea Tanzania, vita vya kidini, na vita hivi ni kati ya dini ya Waislamu na dini ya Wakatoliki. Na katika taifa ambapo ama ambalo vita vya kidini huchipuka, taifa hilo huzama. Vita hivi ndani ya Tanzania vimeanzishwa vinapaliliwa na vinaenezwa na vinasambazwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan, mahala ambapo wanapiga dini ya Katoliki vita kwa kusimamia ukweli. Wacha irudie, katika taifa ambalo unapata kwamba serikali upiga dini vita serikali hiyo haiwezi ikashamiri, haiwezi ikamaliza ile miaka ambayo waliweza kuandika kandarasi ya miaka mitano kuhudumia wananchi, kwa sababu mnaelewa kipindi ambapo Samia alipoapishwa ali hapa na kuandika cheti cha uapisho kwamba atahudumu kwa miaka mitano, na unakuta kwamba kipindi ambapo rais anaapishwa ananyoosha Bibilia juu. Awe Muislamu anapewa Kurani, awe Mkristo anapewa Bibilia, ananyoosha Bibilia juu na anamalizia kusema kwamba ewe Mungu nisaidie. Ninashangaa Mungu yupi ambaye waliposema kwamba ewe Mungu nisaidie, atawasaidia vipi kipindi ambapo wanapiga vita dini? Taifa ambalo linapiga dini vita haliwezi likasonga mbele. Mfano, angalia taifa la Venezuela. Venezuela, rais wake Nicolas Maduro, ama aliyekuwa rais Nicolas Maduro alitenguliwa madarakani ama kutoka madarakani na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa nini? Kwa sababu ya unyanyasaji wake, kwa sababu ya kiongozi huyo kuhusika kwenye biashara ambazo ni gushi. Hapo nyuma Maduro alikuwa anapiga dini vita aswa Katoliki katika taifa la Venezuela. Acha niwaambie ukweli. Maduro yeyote mwenye alikuwa na mpinga alikuwa anampeleka jela direct. Watangazaji walikuwa wanapelekwa kwa jela, maaskofu, mabadiri, viongozi wa kidini kwa jela. Yeyote mwenye alikuwa napinga utawala wake, viongozi wa upinzani walikuwa wanawekwa jela. Lakini unaona uongozi wako umeelekea wapi? Umeporomoka na ameondolewa madarakani kwa kiduchu. Bwana Nicolas Maduro alichaguliwa tu mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hata miaka mitatu haijapita, ni miaka miwili. Unaona uongozi wake umeporomoka. Ndio maana anakuambia, katika taifa lolote lile ambalo dini hupigwa vita haliwezi likashamiri. Kuna vita ambavyo vinaendelea Tanzania vya kidini, na ni ukweli, niwaambie. Ama ni heri niwaambie ukweli kuliko kuwadanganya kuna vita ambavyo vinaendelea Tanzania vya kidini, na vita hivi vinachochewa na serikali, mahala ambapo serikali inapiga dini Katoliki vita na kuwakashifu kwamba wao ndio wanakataa utawala wa Waislamu, kwamba dini Katoliki ndio wanachochea uasi wa serikali ya Waislamu ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Yapita siku nne tano hivi, mliona ng'ombe. Siwezi nikawaita wanadamu kwa sababu wanadamu ni watu ambao wako na akili za kufanya kazi, kujua hili ni zuri na hili ni baya. Ng'ombe fulani kutoka Dar es Salaam walilipwa wakavaa dera, wakavaa vijora, wakaandamana kuelekea ubalozi wa Vatican kuenda kuwa, uh, kulalamika kwamba mabadiri mapadiri na maaskofu Asua Kitima na Ruwaichi wanapiga serikali ya Samia vita na wanachochea uasi. Ukiwaangalia wale watu hata wako kuwa wanaonekana Wakatoliki. Mimi ni Mkatoliki, nimeshiriki Kanisa Katoliki, ninaendelea kushiriki Kanisa Katoliki, ninajua jinsi ambavyo sisi tunajibeba, jinsi ambavyo tuko na nidhamu, jinsi ambavyo tunavaa. Hatuvai dera, hatuvai vijora, halafu tuko na nidhamu. Kama tumekosewa, tuko na njia stakabadhi za kufuata, au njia maalum za kufuata, sio kuandamana. Na cha kushangaza hawa ambao walikuwa wanaandamana si kuona polisi wakiwapiga mabomu ya kutoa machozi. Tunaelewa Tanzania ni haramu kwa wanahabari kutangaza maandamano, lakini kwenye maandamano haya wanahabari waliruhusiwa kunasa maandamano haya kwenye ubalozi wa Vatican, na ndio maana nikasema kwamba hawa ni mang'ombe, ni ng'ombe, kwamba ng'ombe ng'ombe hana wingi baada tabaki kuwa ng'ombe ng'ombe mmoja ng'ombe hawa ng'ombe huyu ng'ombe hawa sio mang'ombe. Sasa hii leo siku ya Jumamosi ndani ya Tanzania, viongozi wa dini Katoliki walikuwa na function fulani mahala, ambapo waliweza kutuhakikishia kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana hawakukuwa wa Katoliki na ni kwamba kuna vita ambavyo vinaendelezwa na hii serikali kuelekezwa kwa dini Katoliki. Nilipokuwa nakuja asubuhi, tumeingia hapa, tumeona umati mkubwa wa hawa watu waliovaa vizuri wenye furaha wengine wako na mapadri wanaungama na wengine wana sali katika kile kikanisa pale juu, watu ambao wanajielewa, watu ambao wana malengo. Nikaangalia angalia kama kuna aliyokuwa amevaa kijora au ile kitu kingi kingine mnaita mnahitaji ile mnabeba beba ile dera dera dera. Hakuna akubeba jdera au wakubeba kijora. Tunajivunia Ukatoliki wetu, tunao urithi wa imani lakini pia tuna urithi wa liturujia kwa lugha ya kuazima, liturgical patrimony. Tuna urithi wa kiliturujia, namna Mkatoliki anavyoimba, namna anavyosali inajieleza wazi, na hilo lidumishwe lidumishwe na kuenziwa sana. Wimbo wa mkatoliki utamtambulisha huyu ni Mkatoliki. Uwezi tu kuimba chochote chochote, tu mwamba mwamba mwamba, chochote tu. Sisi tunaye ya kwetu, namna mkatoliki anavosali anavoanza sala yake na anavomalizia sala yake inaanza inataja nini? linapofika ombi letu, sasa tunamuomba nini Mungu? Sasa huyu tajua ni Mkatoliki, haanzi tu huanzi tu kutaja chochote. Urithi wa kiliturujia hivi. Wanakwaya wetu nilikuwa na, na asante, mlivyotuandalia vijitabu, asanteni sana, tumeshiriki wote, asante asante. Bado, bado niko nje ya somo katika urithi kati ya urithi tunaokuwa nao si wa Katoliki, kuna yaliyoandikwa na yasiyoandikwa, kuna urithi wa nidhamu. Na ndio maana nikakwambia wale ambao walikuwa wanaandamana ni ng'ombe. Sasa binadamu gani mwenye yuko na akili timamu analipwa vijihela, anaambiwa kwamba nende uandamane, pinga dini, eti kwamba hiyo dini ndio inachochea uasi wa serikali? Serikali yenyewe iliua wananchi Serikali yenyewe iliiba kura, serikali yenyewe inaendeleza ukandamizaji. Ukiangalia dini Katoliki, wamekuwa wakisimamia ukweli na watazidi kusimamia ukweli. Sasa kitu ambacho serikali inachukia, nikimalizia, ni mtu ambaye anazungumza ukweli. Lisu yuko wapi? Kwa jela. Pole pole yuko wapi? Amefichwa na mafweli wale ambao walikuwa na maandamano wakitaka haki wako wapi? Wengine wamefariki, waliuawa na serikali. Kitima alishambuliwa na nazidi kushambuliwa, unaona, ameenda kushtakiwa. Kwa nini? Kwa kusimamia ukweli. Sasa ninashangaa wakatoliki gani ambao tunaimba mwamba mwamba mwamba mwamba mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba, hatujakataa mwamba mwamba Hizo ni nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mwamba, mwamba, hizo ni nyimbo za kumtukuka Mwenyezi Mungu, lakini hizo nyimbo ni za ndugu zetu PG, Pentekosto na dini zingine. Lakini Katoliki nasi tuko na nyimbo zetu, tuna swali vizuri, kipindi ambapo napata kwamba watu Wana, wana, wanalipwa, wengine hata walikuwa umelewa, wengine nimefuatilia, nimepata kwamba ni viongozi wa chama cha CCM, chama cha wauaji CCM. Ninashangaa sana, na ndiposa nanawaambia kwamba ukiona uongozi ambao umeweza kuelekeza vita kwenye dini, uongozi huo hautashamiri. Mimi ndio nakwambia, hautashamiri na utaporomoka Kiangalia uongozi kama huu wa Samia. Samia ndiye aliweza kulipa hawa watu wakaenda kuandamana, hawana ridhaa ya wananchi. Uongozi huu hauna ridhaa ya kanisa, wameanza kupiga kanisa mpaka vita. Kwa hivyo ndugu zangu wa Tanzania, tuchunge sana, tusianguke kwenye mtego wa kupiga dini vita, tuchunge sana. Tusianze kushambuliana sisi kwa sisi. Viongozi hawa wanaleta vita vya kidini, kwa sababu wanajua dini inasimamia ukweli na dini itazidi kusimamia ukweli, na dini hakuna siku ambayo itanunuliwa kuweza kudanganya. Mimi ni bwana Ezra, serikali hii ya Samia isipotubu isipoomba msamaha na isipoheshimu dini, eti kwamba dini Katoliki ndio wanapiga Waislamu vita, serikali hii itaporomoka jinsi ambavyo Venezuela imeporomoka. Unaweza ukasevu hii video, unaweza ukanisikiliza na utakuja kunikumbusha, Bwana Ezra, kuna maneno fulani ambayo uliyazungumza kipindi kimoja yametendeka. Asante sana, Ninakuomba ujiunge na ukumbi huu, sambaza za kanda zetu. Mwenyezi Mungu awabariki.